Tarehe 19 ya mwezi wa sita mwaka huu, msanii Mbosso aliachia video ya wimbo wake Pawa, na mpaka sasa hivi wimbo huo umeweza kufikisha ama video hiyo imeweza kufikisha watazamaji zaidi ya milioni 46 ndani ya miezi mitano tangu walipoiachia eh, kazi hiyo. Na utaona spidi ya namba kubwa kupitia wimbo wake wa Pawa. Sasa nimekupa stori hii ama nakupa stori hii ni kueleze kile ambacho ngoma hii ya Pawa inakwenda eh, kufanya katika maisha ya muziki wa Mbosso, kwa sababu ukienda katika orodha ya ngoma ambazo ama video ambazo zimeangaliwa sana katika YouTube ya Mbosso utagundua video ya Pawa inashika nafasi ya nne ikiwa na watazamaji zaidi ya milioni 46 ndani ya sita, miezi mitano peke yake na inazidi eh, kuendelea kupata namba huku, nafasi ya tatu ikiwa video ya ngoma yake inaitwa Tamu. Hii ina watazamaji milioni 49 ikiwa ina miaka sita tangu alipoitoa lakini video ya pili ni video ya Hodari. Hii ina watazamaji milioni 59 ndani ya miaka 7 tangu alipoitoa. Na video ya kwanza ni video yake ya Baikoko akimpa kolabo Diamond. Hii ina watazamaji milioni 65 ndani ya miaka minne. Sasa ukiangalia muda ambao hizi ngoma e, tatu za juu ni muda mrefu hii ngoma ya tatu ni miaka sita hii ngoma ambayo inashika nafasi ya pili ni miaka saba na hii ngoma ambayo inashika nafasi ya kwanza kwa watazamaji wengi kwenye youtube ya mboso ina miaka minne tangu ilipotoka lakini namba nne ikishikilia video ya pawa ina miezi mitano peke yake na watazamaji zaidi ya milioni 46 so napata picha kwamba video ya pawa ama ngoma ya pawa inaweza kuja kuwa ndiyo ngoma ambayo imepata watazamaji wengi zaidi ama itaongoza kuwa ngoma ambayo imetazamwa zaidi kupitia eh, YouTube ya Mbosso. Kwa jinsi ambavyo video hii ina spidi kubwa ya watazamaji, miezi mitano peke yake ina namba zaidi ya milioni 46 tu, kwa hiyo utapata picha, ni ngoma ambayo kiukweli ina, imekuja kubadilisha upepo mzima eh, katika maisha ya muziki eh, ya Mbosso, kwa sababu kwanza, kwa, kwa sasa hivi Tanzania ndiyo ngoma kubwa ndio ngoma ambayo imesikilizwa sana, namba ni kubwa. Kwa hiyo Pawa imeleta pawa katika muziki wa Mboso. Kwa hiyo tumpongeze Mboso kwa kuweza kutengeneza hit ambayo kiukweli mpaka right now inafanya vizuri na inakwenda kuwa ngoma ambayo ina namba kubwa zaidi kupitia YouTube yake kwa spidi ambayo tunaiona Pawa ikiwa inapata. Niambie mtazamo wako ni upi? Naendelea kusalia SNS kwa taarifa nyingi zaidi.